Habari uhali gani ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii, tumekutana tena kwa wakati mwingine. Leo nataka nikuonyeshe njia rahisi kabisa ambayo utaitumia kujua password za wifi yeyote, na maanisha hapa ni wifi za ruta na wifi ya simu yeyote. Endelea kunisikiliza, ni njia rahisi sana. Kitu cha kwanza we fuata utaratibu. Utaenda kwenye application ile ya Google unaweza ukatumia hii. Vizuri zaidi tumia Chrome, yani yaani ile Google Chrome. Lakini kama una app hii hapa hii ya Operamin unaweza ukatumia hii pia. Sasa ngoje ni kuelekeza kupitia Operamin, lakini ndo hivi hivi utaenda hata kwa kutumia Google Chrome browser. Ile click hapo Operamin, kisha utakuja hapa Google mepaone hapo hapo, fungua hapo. Ukishafungua Google, kisha andika maneno yafuatayo hapa andika hapa kwa box hili kama ni chrome utatafuta hivi hivi maana yake utaandika maneno yafuatayo kupitia google chrome andika hivi hivi usikosee umeona kisha search hapa kama niko Google Chrome utasearch huko bila shaka unaona yaani andika hivi hivi. Hii ni application makini ambayo inatumika kujua password ya wifi ya yeyote au tunasema inatumika kuhack password ee, uta wifi yeyote utaihaki na utajua password zake utakuwa unatumia free internet tu maanake utakuwa unatumia data bure kabisa kupitia wifi mbalimbali mbali. Baada ya kufunguka hapo, utakuja hapa hapa umepaone ili uweze kudownload hiyo app. Hiyo app yetu ambayo tunahitaji kudownload ni hii hapa. Baada ya kukliki hapo, kuna sehemu itakuja hapa. Kumbuka hapa tunatumia Opera Mini, lakini kwa Google Chrome vile vile itakuja hivi hivi, utadownload hapo, utagusa sehemu niliyoweka mshale Opera Mini, semu kwa kuwa niko Opera Mini utagusa sehemu iliyoandikwa download hapa, au sio? Lakini hata kwa Google Chrome ni rahisi sana, ndio hivi hivi. Kwa hiyo utadownload app yako, kisha utaistore kwa kifaa chako, na maanisha simu au tablet. Wewe tu ukishai download hiyo hapo kisha kuitumia ni rahisi sana. a utaifungua, baada ya kuifungua hiyo hapo, utaanza kutumia. Kuna sehemu zitakuja zina vifunguo, yaani utasearch kwanza, utaskani hizo wifi ambazo ziko karibu e, kama uko labda uko town hivi sasa, utaenda karibu ya ambao kuna labda unajua kuna wifi, hata kama unaweza ukaskani tu hizo wifi hapo hapo Jinsi yes, ya bila shaka unajua jinsi ya kuwasha hiyo wifi. Ukishawasha wifi uh, utaenda moja kwa moja kwenye app hii, kisha utawasha sehemu ya kutafuta wifi yani kuna sehemu iliyoandikwa scan itaskani, alafu zitakuja na vifunguo yani hizo wifi, password zake zitakuwa na vifunguo. Sasa wewe kitu cha muhimu utafanya hivi, utaklik hivyo vifunguo vyenye rangi ya kijani basi baada ya hapo hizo utaona password zake na utazikopi. Ukisha kopi basi, utaingia kwenye simu yako, kisha utawasha sehemu iliyoandikwa wifi. Bila shaka unajua utawasha, hii hapa sehemu hii ya juu, namaanisha hii eh, ndio hiyo hiyo. Ukishawasha kisha utatafuta WiFi mbalimbali mbali ambazo ziko karibu kisha, zitaonekana na utaweka zile password ambazo zilikuwa kule kwenye nini, kwenye app. Yani utazikopi kisha utakuja kuzipasti kama hivyo. I say leo nilikuwa naelekeza app makini. Hii ni application makini sana ambayo utu, utaitumia kutafuta password mbalimbali mbali, za wifi mbalimbali mbali, sehemu uliyopo. Tutakutana na muda mwingine.